Karibu Mshani Wellness, kwenye somo hili utajifunza faida ya kutumia ndizi mbili kila siku asubuhi kwa muda wa siku ishirini na moja utegemee vitu gani? Yafuatayo ni mambo ambayo unaweza ukayapata ama yakakutokea ikiwa utatumia ndizi mbili kila siku asubuhi. Jambo la kwanza ni mwili kuwa imara na kuchangamka, yani, nishati ya mwili kuongezeka. Ah, uh, hasa kama ni mtu wa mazoezi. Kama wewe kawaida yako ni ya kuamka asubuhi unafanya mazoezi, ndio unaenda kwenye shughuli zako, unashauriwa sana kutumia ndizi kama energy booster kuliko kutumia kitu kingine chochote, hasa yale ma energy drink. Kwa hiyo pata ndizi zako mbili uh, kabla nusu saa ama dakika 15 kabla ya mazoezi, kisha naenda kwenye mazoezi, mambo yako yatakuwa super sana na mwili wako utakuwa Very, very, very fine. Kitu cha pili ni kama una changamoto ya mmeng'enyo wa chakula, aidha tumbo kujaa gesi, kujamba ama kuunguruma basi matumizi ya ndizi mbili kila siku asubuhi yatakusaidia kwa kiwango kikubwa sana kwa sababu ina kitu inaitwa pectin. Hii ni fibers, ni aina ya ya, ya wanga ambayo haiwezi kumeng'enywa mwilini, kwa hiyo ikifika inasaidia sana sana sana, aa, kukusanya uchafu maeneo mbalimbali ya, ya, ya mwili na kutoa nje kama kinyesi. Kwa hivyo kama una hizi changamoto ukawa unatumia ndizi mbili kila siku, baada ya siku ishirini na moja, aa, kuna uwezekano mkubwa sana hizi changamoto zikabaki historia. Pili, tatu ni kama una changamoto za kumbukumbu kumbu. Kwa hivyo kama una shida za kumbukumbu, yani ni mtu wa kusahau sana, kichwa chako akijatulia basi, unashauriwa sana kutumia ndizi mbili. Na kama una hii changamoto na huwa una, unaweza ukatumia ndizi mbili kila siku, basi fanya hivyo, kwa sababu ndizi ina vitamini B6 na potassium ambao zinasaidia mfumo wa neva kufanya kazi. Mfumo wa neva ukiwa imara, ndivyo uwezo wa ubongo wako na ufanyaji kazi Uh, wa ubongo unakuwa imara pia, na unatakiwa kutumia ndizi moja hadi mbili kwa siku, hasa kwa wanafunzi. Kama we ni mzazi una watoto wako ni wanafunzi, hakikisha asubuhi kabla ya kwenda uh, shuleni wanapata ndizi moja moja ama mbili. Jambo la nne ni kuimarisha afya ya moyo na kuzuia matatizo ya mzunguko wa damu kama vile high blood pressure, kwa sababu kuna potassium. Potassium ni nzuri sana kwa kudhibiti na kutibu maradhi ya mzunguko wa damu hasa high blood pressure. Lakini pia ndizi ni nzuri sana kwa kupunguza msongo wa mawazo ama stress na kufanya modi yako kuwa fresh, yani kwa sababu ina kitu inaitwa tryptophan ambayo ikiingia mwilini inabadilishwa kuwa serotonin, kemikali ya furaha, the happiness hormone. Yani, ukipata ndizi mbili utaona hata mwili wako unachangamka, yani unakuwa ni mtu fulani mwenye raha raha sana kwa sababu ya hii tryptophan. Vile vile ndizi inaongeza hamu ya kula, kama utaitumia lisali moja kabla ya chakula, lisali moja kabla ya chakula, itakusaidia sana, itaandaa mazingira mazuri sana, hata chakula unachokula kitenda kitameng'enywa kwa wakati na kwa ufanisi wa hali ya juu. Lakini pia kwa watu wenye upungufu wa damu au walio katika riski ya upungufu wa damu matumizi ya ndizi kila siku kwa siku ishirini na moja yatakukinga na hii changamoto, kwa sababu kuna vitamini B6 nyingi sana ndani ya, ya, ya ndizi ambayo ya, hii vitamini B6 ni miongoni mwa vitu muhimu ambavyo vinatakiwa katika mwili ili damu itengenezwe. Kwa hivyo unaweza ukatumia hii ndizi mbili kila siku asubuhi na ukapata faida hii lakini pia ndizi inaweza kusaidia kupunguza asidi tumboni, kwa sababu ina inaongeza ile alkalinity ama hali ya magadi katika mwili wako. Inapunguza uh, hali ya tindikali, inaongeza hali ya magadi katika mwili wako. Kwa hivyo kama una matatizo ya asidi nyingi tumboni uh, hii uh, ndizi inaweza ikakusaidia. Lakini pia inakusaidia kupata usingizi. Kama we unaangaika kupata usingizi, unaweza ukao unatumia ndizi hasa nyakati za usiku, kabla ya kwenda kulala unatumia ndizi zako mbili Uh, lisali moja kabla ya kwenda kulala, kwa sababu ndizi ina kiwango kubwa cha tryptophan na magnesium. Tryptophan itakupa serotonin jumlisha magnesium, ni usingizi mwanana, burudani. Na ndizi mbili tu zinatosha kabisa kukupa dozi ya kwenda kulala vizuri kabisa na ukafurahia usingizi wako. Uh, vitu vya kufahamu ni kwamba ndizi zina sukari nyingi sana, utakiwa kutumia zaidi ya ndizi nne kwa siku ama kwa mara moja Uh, ukifanya hivyo inaweza ikasababisha kupungua kwa kiasi kikubwa cha potassium mwilini, kitu ambacho sio cha mara kwa mara na sio cha kawaida, lakini kinaweza kikatokea na ikaleta shida kwenye mfumo wa mzunguko wa damu. Kwa hivyo tumia ndizi mbili kila siku, ni standard amount ambayo unaweza ukaitumia na mwili wako ukaweza kutorerate ama kuvumilia bila kuleta shida nyingine yoyote. Hope tutakuwa umeenjoy somo. Kwa wakati mwingine see you.